Lifanyike kwa ajili ya watu wote. Ameanza pale kwa ajili ya falme, kuishi maisha ya utulivu na ya amani kuye nicha, ndicho kipaumbele kwa, tunahitaji kuishi maisha ya utulivu. Bwana asifiwe.

ya Baba, nenda mbele za Bwana kwa ajili yako binafsi, nenda mbele za Bwana kwa ajili ya taifa limbele, taifa lako beba, taifa lako beba, viongozi beba, watawala mwambie, Bwana apate kurehemu. Nenda kwa utakaso kwa ajili yako binafsi menda kwa utakaso kwa ajili yako binafsi. Maombi ya mwenye dhambi ni chukizo mbele za Bwana. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye anayeziungama dhambi zake na kupata rehema. Aziungamaye dhambi zake atapata rehema. Aziungamaye dhambi na kuziacha atapata rehema. Atapata rehema. Tukisema tuna dhambi, tunajidanganya sisi wenyewe, na tena kweli haimo ndani mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata tusamie dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Akusamee dhambi na akusafishe. Biblia inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyekesha na kuziacha njia zao mbaya, anasema toka mbinguni nitasikia, toka mbinguni nitasikia, nitawasamee dhambi yao na kuiponya Mwambiie Bwana, ninaomba rehema. Mwambie Baba, ninaomba toba, si kwa ajili yangu tu, kwa ajili ya taifa la Tanzania. Ninaomba rehema kwa ajili ya viongozi. Libebe taifa lako la Tanzania, lipeleke mbele za Bwana. Mwambie Baba, ninaomba rehema kwa ajili ya Tanzania.

Mwambie Baba, naomba rehema e Bwana ukasamehe. Mwambie Bwana akalehemu. Mwambie Bwana akasamehe, akasamehe ule uovu, akasamehe ile dhambi, akasamehe mambo yalifanyika kwa siri. Mwambie Bwana akapate kulehemu. Mwambie Bwana akapate kusamehe. Mwambie Bwana akapate kutakasa. Mwambie Bwana akapate kusafisha. Omba rehema kwa ajili ya taifa letu, omba rehema kwa ajili ya viongozi, omba rehema ya watawala omba rehema kwa ajili ya wenye mamlaka, omba rehema kwa ajili yao, kama Biblia isemavyo kwamba kabla ya mambo yote, anataka sala, dua na maombezi yafanyike kwa ajili ya watu wote. Mwambie Baba, naileta taifa langu, mwambie Baba, anaileta nchi yangu, mwambie Baba, analeta viongozi wetu, tunawaleta mbele zako katika jina la Yesu Kristo, tunawaleta mbele zako katika jina la Yesu Kristo ukasamehe e Bwana wa uzima, ukasamehe Mungu mwenye nguvu, ukasamehe Baba mwenye uwezo, ukasamehe na kurehemu katika jina china la Yesu Kristo. Ukasamehe na kurehemu katika jina china la Yesu Kristo. Lipeleke mbele za Bwana taifa lako, peleka mbele za Bwana viongozi wako, mwambie Bwana akapate rehemu. E Bwana wa uzima, tunajua tumekutenda dhambi, tumekukosea e Bwana wa majeshi, mwambie Mungu akapate kusamehe mwambie Baba kapate kurehemu, iko rehema kwa Bwana, ziko rehema kwa Bwana. Mungu akasamehe, Jehova akasamehe, Jehova akasamehe, Jehova akasamehe, Jehova akasamehe, Jehova akasamehe, Jehova akasamehe. Mwambie Baba, tunaomba ukasamehe. Mwambie Jehova, tunaomba ukarehemu. Mwambie Jehova, tunaomba ukarehemu, tukileta taifa letu mbele zako. Kasamehe Bwana majeshi Kasame Mungu wa rehema, kasame Mungu mwenye nguvu, kasame Baba mwenye uwezo, kasame Mungu wa rehema. Peke yako kuna msamaha, peke yako kuna rehema, katika umeja rehema na neema, tunaomba Mungu... ni katika jina la Yesu amen. Mwambie Bwana ka... katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo, baba kasame, baba kalehem kwa damu ya mwana kondo Yesu, kwa damu ya mwana kondo Yesu, asame nchi yetu samevyo, ni katika jina la Yesu Kristo, ni katika jina la Yesu Kristo, ni Nika... Bwana majeshi tamalaki, e Bwana majeshi tamalaki, tamalaki Tanzania, Tam... Tanzania, tamalaki Tanzania tamalaki tamalaki tamalaki Tanzania tamalaki Tanzania Tanzania litie chini la Bwana majeshi litie chini la wale Tanzania atawale Tanzania kwenye uchaguzi mkuu litie chini la Bwana wa usima litie chini la Bwana majeshi mwambie Bwana atawale mwite Bwana atawale atawale Tanzania atawale Tanzania kwanzia kwenye kampeni wakati malaki Jehova malaki Mungu wetu akata, malaki Falme akata, malaki Falme akata, malaki Falme akata, malaki Falme akata, malaki mwite Bwana tamalaki, mwite Bwana tamalaki, mwite Bwana tamalaki. Liite jina la Bwana majeshi, liite jina la Bwana majeshi, liite jina la Bwana majeshi, liite jina la Bwana majeshi Tanzania, jina la Bwana majeshi Tanzania, Amani yaki katama kupiga tamaa yake wakati wa kampeni, kila vyanzo na viashiria vyote vya uvunjifu wa amani, kila kauli za kuleta mavurugu na chafugo kwenye nchi, mwambie Bwana akatuepushe nayo, mwambie Bwana akatutenganishe nayo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesania, katika jina la Yesu Kristo, licha jina la Bwana Tanzania, licha jina la Bwana Tanzania